Maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika kanisa Katoliki diosesi ya Eldoret kutoa heshima za mwisho kwa padri Alois Cheriott Bet. Majonzi yaliwajaa waumini waliofika kumwomboleza padre huyo aliyekumbana na mauti kwa mtutu wa bunduki Mei 22 Tot county Elgeyo Marakwet.

Innocent. Kujikokota kwa uchunguzi wa mauaji ya Cheriot kuliibua hisia kali kutoka kwa viongozi waliofika. Why was Father Louis killed? For what reason? And why like that? Senata wa Nandi Samson Charargi akitaka kujua ni kwa nini idara ya DCI ilitumia muda mfupi kuweka wazi swala la kujiteka nyara kwa mbunge wa Juja ila kwa mauaji ya padri Mwendoni wa Kobe, tukasema ya kwamba tulikuwa tunatarajia by the time tunapumzisha ndugu yetu padri Alois Ceruya, wale majangili waliomuua wakuwa wamewepwa ndani. It is so sad. Tunapoenda kupumzisha padri wetu hakuna mtu anatuambia kama kama hawa watu wameshiba. Senata Elgeyo Marakwet William Kisang na mwenzake Jackson Mandago wakisema wajibu mkubwa ni wa polisi, ila jamii ya Elgeyo Marakwet alikokuwa akihudumu cha riot ina maswali ya kujibu kuhusu wanachokijua. Aliuawa aijevita dakika kumi kutoka kwa misa na kukua korili, alikuwa katikati ya kati majamii zetu, kwa hiyo tunajua kati ya hata wa Kristo wetu. Labda kuna baadhi ya wale walijua ama waliona. Walimpromise ya kwamba within 3 days mwenye aliua, eh, Father Lois atapatikana. Kulituliza maswali mengi, nani aliua Father Lois na ni kwa nini? Askofu wa Eldoret Dominic Kimengicha akihoji ni kwa nini Bonde la Kerio limesalia nyuma kimaendeleo kwa muda mrefu. Mauaji ya padre huyo yamepelekea kusitishwa kwa huduma za kimishanari hadi usalama urejeshwe, huku Chariot akitazamiwa kuzikwa hapo kesho kaunti ya Nandi. Licha ya serikali kuongea kwa ndimikali kuhusiana na mauaji ya padre Bat, kitandawili cha ni nani yaliyemuua padre huyo kinasalia swala nyeti. Timothy Simwa, K24.